Alex, ina maana hauridhiki na mimi mpaka unaenda kutafuta mwanamke mwingine? Mwanamke gani? Unajifanya hujui wakati nimeona meseji zenu. Hebu leta hiyo simu nione. Ah, kumbe unamaanisha Mona. Huyu ni rafiki yangu tu, wala usiwe na wasiwasi naye. Ni rafiki gani huyo mnayewasiliana kama wapenzi? Kwa hiyo hutaki kuniamini? Ndiyo, sikuamini. Tafadhali Malaika, sitaki ugomvi na wewe. nimesha kwambia huyo Mona ni rafiki yangu, kama hutaki kuamini, utajua mwenyewe. Yaani mimi nakuuliza vizuri, alafu wewe unanijibu kwa jeuri? Sasa subiri nikuonyeshe, nami niende kutafuta rafiki wa kiume wa kuwasiliana naye. Hivi unataka kushindana na mimi, sio? Hapana. Sasa kwa nini unanitishia kuwa unaenda kutafuta mwanaume mwingine? Naomba unisamehe mume wangu, mimi hata sikumaanisha nilichokisema. Ole wako nikusikia unanitishia tena. Malaika, umefanya nini? Uko usoni? Alex amenipiga. Alex amekupiga? Ndiyo. Hivi huyo mwanaume ana akili timamu kweli? Hebu twende huko nyumbani kwake. Dada, achana naye tu. Hapana, twende sasa hivi, lazima nikamfundishe adabu. Oh, Shem, karibu na muda wa kuipokea hiyo karibu yako, nieleze kwanza kwa nini umempiga mdogo wangu? Tulipishana kauli kidogo, ndio maana nikampiga. Yaani kupishana kauli ndio kufanya umpige kiasi hiki? Punguza hasira Shem, kwa sababu tayari tumeshamalizana. Halafu kwanza nimekumbuka ile pesa ya mtaji ulioniomba, tayari imeshapatikana. Asante sana shemeji yangu. Unajua, haya mambo ya wanandoa kupigana ni vitu vya kawaida, lakini jitahidi wakati mwingine kuzuia sira zako, maana zinaweza zikapelekea ufungo jela wakati mimi bado nakuhitaji shemeji yangu. Hakuna shida shemu, haya yameisha, na wakati mwingine nitajitahidi nisimpige. Haya malaika, nadhani umesikia mwenyewe Alex ameahidi kuwa hato kupiga tena. Mimi tayari nimeshamaliza kazi yangu ya kuwapatanisha. Haya, mkumbatie mwenzio sasa Hivi ujue Malaika, unanichelewesha. Nimesema mkumbatie mwenzio haraka, mimi nataka niondoke. Wewe mbona umekaa tu hapa na wakati unasikia watu wanapigana huko chumbani? Hao hawapigani wanaigiza, wanaigiza. Wakati nasikia kabisa sauti ya mtu anapigwa We naye hebu kuwa mtu mzima bwana, sasa huelewi nini? Au nataka nikunyoshe maelezo kuwa wanafanya nini? Basi samahani, mimi naondoka. Mm, hawa sasa watakuja kunitoa roho ile. Ili mradi mimi inapata cha kwangu, wala sina shida. Kwanza ngoja atoke, nimbananisha niongezee pesa ya mtaji. Oh shem, mmeshamalizana? Tayari, tumeshamalizana. Malaika yuko wapi? Yupo huko ndani. Sa sawa, vipi shee? Mbona kama unataka kutoka? Ndiyo, natoka. Nitarudi baadaye. Kabla hujatoka ninakukumbusha kuhusu ile pesa uliyoniadi kuniongezea kwenye mtaji wangu. Hiyo pesa nitakupa baadaye. Ngoja nitoke kwanza. Wewe nipe hiyo pesa sasa hivi tumalizane kabisa maana ukirudi hiyo baadaye hautonikuta. Basi ngoja nikutumie kwenye simu. Tayari nimeshatuma. Da, asante sana shemeji yangu. Sasa unaweza kwenda. Askari, huyo ndo alikuwa akimpiga mwanamke ndani, mkamate. Mimi sijampiga mtu yoyote. Huyu hana hiyo tabia, wewe kaka unamsingizia tu. Nimetoka kukagua kuchumbani, kuna mwanamke nimemkuta amefariki huku akiwa na majeraha sehemu ya kichwani na damu zikimtoka puani. Afande, huyo alipata ajali We dada, usijifanye unajua kutetea sana, kwa sababu hata wewe pia tunakupeleka polisi kwa kosa la kushirikiana na huyu mwanaume kufanya mauaji. Kwa taarifa yako, nilimwona huyu mwanaume kupitia dirishani akimpiga yule dada na nilirekodi hilo tukio kwenye simu yangu kama ushahidi.